Emmanuel Arnold Okwi dakika ya kumi kama alikuwa na hesabu sekunde tuitimie kumi kamili, akiitanguliza Simba, na jioni inakuwa ni mahesabu, inaanza kuwa fupi ile. Na Mo Ibrahim akarejeshewa, akaichopu au akaibetua ile wao, akairejesha kati, kakutana na Emmanuel Okwi, goalkeeper hakuwa na la kufanya, mpira ukaenda nyavuni. Zilitembea pasi za vichwa tu pale, kichwa kwa kichwa, kichwa kwa kichwa, akakutana na Okwi akaiweka kambani. Saidi Hamisi Ndemla amejitangulizia mwenyewe kwa kifua ile. Asante Kwasi anabetua, Kwasi Asante Asante, asante Kwasi anaiandikia Simba goli la pili, na anashukuru kama lilivyo jina lake katika tafsiri ya lugha ya Kiswahili. Bila shaka naye anasema asante, asante. Kwasi anaweka kimiani mpira ule kwenye nyavu. Vijana wa Alliance sasa wana shughuli. Ilipigwa ndefu sana ile na Ndemla, mwenye jicho la mbali kama kawaida yake, kakutana na Kwasi, kipa katoka, akapishana na gari la mshahara lile. Na miezi mitatu jalipua mshahara, siku na goma, unafika getini tu, ndo mshahara unafika na kazi umeacha, barua iko kwa HR. Goli la pili kwa Simba, Clatous Chama. Hassan dilunga Dilonga, penyeza ile kumtafuta John Boko, ningiza huku ndani, Boko pangua! Golik! unatoka Mwanza unakuja Dar es Salaam. Unakutana na Simba anakungata, unakufa. Goli la tatu kwa Simba, vijana wa Alliance wanatepeta hapa uwanjani alijitahidi kadri alivyoweza lakini, mpira uliporejea ukakutana na Emmanuel, anodi ok, akaumalizia nyavu za juu. Simba goli tatu, magoli matatu kwa Simba. Emmanuel Okwi Okwi apitisha huku kwa Chama na pasi ile atafanya nini Chama anapinja mtu Chama anakaa uzuri golikipa anapangua goli goli la nne Adam Salamba Adam Salamba wakati wachezaji wote wa Alliance wakitegemea wa pengine itakuwa ni offside pembeni kule Adam Salamba anakwenda kupiga gitaa na kuiandikia Simba goli la nne chawa viungo akaenda kumpongeza. Ilipigwa ile, ikamkuta Clatous Chama, akawa ameiomba mbele ile, ikabatizwa, ikapigwa, akapunga Adam Salamba, wakati wengi walitegemea pengine angekuwa offside kwa sababu alikuwa nyuma hadi ya goalkeeper kipa Shomari Lawi. Ameita kati ile, anasema hilo ni goli nzuri tu, goli nne kwa Simba. Clatous Chama. Na vitu nataka kufanyaje? Chama! Inafika mahala sasa, unaanza kuwatafuta wale ambao wanafanya usajili, angalau wape zawadi. Kama ni uskauti, basi yeye ndo anawafundisha wa scout. Mchezaji mmoja mzuri sana hivi, nikajiuliza anataka kufanya nini? Akaniambia subiri. Kabombe ni kuonyesha inachotaka kufanya, sio mabeki, sio kipa. Ule bana lokota kunyavu tano, watoka Mwanza kuja Dar es Salaam, nakutana na Simba na kung'ata, unakufa. Zabona anajitengenezea. Zabona pengine anataka kupiga. Zabona anaweka kimiani, wanapata goli la kufutia machozi vijana wa Alliance. Alionekana dhahiri kabisa, anatafuta nafasi ya kupiga na beki wa Simba wakamwacha, wanapata goli la kufutia machozi Alliance kijana ambaye ameingia kipindi cha pili cha Zabona, Zabona Khamis kakunjuka dhairi, alikuwa anaonekana ajitengenezea natafuta goli na beki wa Simba pengine wakung'amua la akilalamika, lakini ndo tayari mpira umeenda nyavuni pamoja na juhudi zake za kunyosha mbavu zile. Wanapata goli moja, Alliance. Sisi ni soka burudani inaendelea.